Wapendwa katika Kristo, tumsifu yes Yesu yeah, Kristo. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa Malkia wa Malaika. Malkia wa, wa Malaika, tuko kwenye mwendelezo wa kutafakari sifa za Bikira Maria, litania ya Bikira Maria. E, mwezi huu wa Bikira Maria, mwezi wa kumi, Malkia wa Malaika. Mchungaji J. Paton, misionari aliyefanya kazi katika visiwa vya New Hebrides alisimulia hadithi ya ajabu juu ya malaika walinzi. Usiku mmoja, wenyeji waliokuwa wamejizatiti kwa silaha walizunguka makao yake makuu wakilenga kuyachoma moto na kuwaua wanafamilia wake. Mchungaji na familia yake walisali usiku kucha katika hofu na vitisho. Kulipopambazuka, walishangaa kuwaona wavamizi wakirudi kwao bila kufanya lolote, bila kusababisha madhara. Miaka michache baadaye mtemi wa kabila hilo alibadilika na kuwa Mkristo. Mchungaji alipomkumbusha usiku ule, alimuuliza kwa nini yeye na watu wake hawakushambulia. Kwa mshangao, mtemi akajibu, wale watu waliolinda nyumba yako kwa silaha nzito nzito walikuwa ni wakina nani? Watu wangu waliogopa. Mchungaji akajibu, hakukuwa na mtu yeyote isipokuwa familia yangu. Hapa alitambua kwamba Mungu alikuwa ametuma malaika wake wamlinde. Tuna malaika walinzi, na Bikira Maria ni malkia wa malaika, hata malaika walinzi. Neno la Mungu linasema ukusoma Zaburi sura ya tisini na moja mstari wa kumi na moja: amekuagizia malaika zake wa kulinde katika njia zako zote. Sio njia yako moja ama mbili, njia zako zote. Mungu aliumba vinavyoonekana na visivyoonekana hivyo visivyoonekana ni pamoja na malaika. Mtakatifu Basili usalisema kila mwamini anaye malaika kando yake kama mlinzi na mchungaji, ili kumwongoza kwenye uzima. Ukiwa hai una malaika, hata ukiwa umeaga dunia, maana tunasali malaika alilinde kaburi hili. Katika Biblia tunaona malaika wakifanya kazi nyingi, walimlinda Lutu, walifunga paradizo ya duniani, walimwokoa Hagar na mtoto wake jangwani, walizuia mkono wa Ibrahimu usimchinje Isaka, walimlinda Yesu jangwani. Mtakatifu Bernardo wa Crevo ana haya ya kusema juu ya malaika: Je, si sharti neno hili nikutie uchaji, likupatia unyenyekevu, likuletee matumaini? Uchaji kwa sababu ya kuwepo kwao malaika nenyekevu kwa sababu ya fadhili yao, matumaini kwa sababu ya ulinzi wao. Wapo kwako kwa ajili yako kukulinda na kusaidia, ijapo ni Mungu anayewatuma. Tusikose shukulani kwa malaika. Mwisho wa kunukuu. Tafakari ya uwepo wa malaika walinzi, na tuleta juu ya uwepo wa Malkia wa malaika Bikira Maria. Ni Malkia wa malaika. Kuna sababu tatu za kumwita Bikira Maria Malkia wa malaika. Sababu ya kwanza ni mama wa mfalme. Heshima ya mwana inamwendea mzazi. Katika Israeli ya kale, mama wa mfalme gebra alikuwa na heshima kubwa na mamlaka, kadiri tunavyosoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya pili mstari wa kumi na tisa na aketi mama yake mfalme kwenye kiti cha enzi mkono wake wa kuume. Mwisho wa kunukuu. Yesu akiwa mfalme wa milele kadiri ya Luka sura ya kwanza mstari wa 32 hadi wa 33. Basi Maria ni malkia mama aliyeinuliwa juu ya viumbe vyote hata malaika. Kutokana na ukweli huu, Bikira Maria ni malkia wa malaika. Hoja ya pili: malaika wanamkiri na kumheshimu. Malaika Gabrieli alimkiri na kumheshimu Bikira Maria katika salamu kadiri ya Luka sura ya kwanza mstari wa 28, salamu uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Neno hili linalotamkwa na malaika Gabrieli linaonyesha Maria amepewa neema isiyo ya kawaida, kuu kuliko hata ya malaika. Heshima ya malaika kwake ni msingi wa wito wa kuwa malkia kwao, ni malkia wa malaika. Tatu, kubarikiwa kuliko viumbe vyote. Heshima tunayotoa kwa malaika inaitwa dulia. heshima kwa watakatifu ni dulia. heshima kwa mtakatifu Yosefu ni proto dulia. Proto a kwanza, inatangulia watakatifu wote, lakini heshima kwa Bikira Maria ni haipa dulia, haipa abavu juu ya watakatifu, juu ya malaika atumwabudu, tunamheshimu kuwa Bikira Maria amebarikiwa kuliko viumbe vyote tunapata dokezo kutoka kwa eh, Elizabeth, umebarikiwa kuliko wanawake wote Ruka sura ya kwanza mstari wa 42. Ikiwa umebarikiwa kuliko wanadamu wote, tunakiri pia ameinuliwa juu ya malaika, ni malkia wa malaika. Tumsifi Yesu Kristo.